Maandalizi yanaendelea vizuri, tuko katika hatua za mwisho katika kukamilisha maandalizi ya mkutano mkuu wa CCM Taifa. Nyie ni mashahidi kwamba tumekuwa na mkutano mkuu wa CCM Taifa miezi mitatu iliyopita na mkutano huo ulivunja rekodi ya mkutano mzuri ulioandaliwa vizuri. Sasa muda wote tunataka kufanya mikutano ya historia, kama mnavyoona maandalizi, viti ilivyo, ukumbi wetu unavyoendelea kukarabatiwa na kupambwa. Mkutano huu utakuwa mzuri na wa kihistoria kuliko mikutano mingine yoyote. Tumejipanga, na kama nilivyosema, nipoongea na waandishi wa habari kwamba tutakuwa na mkutano mkuu tarehe ishirini na tisa mpaka tarehe thelathini ya mwezi huu, na mkutano mkuu utatanguliwa na vikao vya awali tatanguliwa na Kamati Kuu ya Chama cha Mapinduzi itakayofanyika tarehe ishirini na sita baadaye tafuatiwa na kikao cha Halmashauri Kuu ya Taifa kitakachofanyika tarehe ishirini na nane na baada ya hapo mkutano mkuu utafanyika tarehe 29 na tarehe thelathini. Nilieleza awali kwamba ajenda za mkutano mkuu huu maalum kubwa ni tatu. Ya kwanza ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi sasa cha miaka mitano na taarifa nyingine ni ya serikali ya Zanzibar. Kwa tutapokea taarifa za miaka mitano za utekelezaji wa ilani za serikali zote mbili. Ajenda ya pili itakuwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi ya mwaka ishirini ishirini na tano kuelekea ishirini thelathini. Kwa hiyo tutazindua hapa ilani yetu, mambo muhimu ambayo Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi, na hicho ndio kitendea kazi, na huo ndio mkataba wa chama cha siasa kinapoingia katika kampeni, kinawaahidi wananchi, ili kikichaguliwa, basi ilani hiyo ndio mkataba na wananchi katika kutekeleza ilani hiyo, ajenda ya tatu itakuwa ni marekebisho madogo tu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kuelekea katika mkutano mkuu, kutakuwa na tukio la uwekaji jiwe la msingi la jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Tukio hilo litafanyika tarehe ishirini na nane siku hiyo ambayo kutakuwa na halmashauri kuu ya taifa. Hili sikulisema nilipoongea nanyi waandishi wa habari mara ya kwanza, haikuwa sehemu ya ajenda zile nilizozitaja, lakini hili tukio la uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa makao makuu ya Chama cha Mapinduzi itafanyika tarehe ishirini na nane saa tatu asubuhi. Tunajenga jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi pembeni mwa jengo hili. Upande wa pili utaona kuna mabati na eneo kubwa, hapo ndio kutakuwa na makao makuu ya Chama cha Mapinduzi.